Nani alitakiwa kumkata kichwa kama si, lakini nikimkata kichwa hata mimi nitakufa hapo hapo. Nani alitakiwa kumkata kichwa kama si wewe? mtu wa kwanza aliuliza. Lakini nikimkata kichwa hata mimi nitakufa hapo hapo, mtu wa pili alimjibu. Kisha ikasikika kengele kubwa ikigongwa. Kisha ukimya mzito ukatawala katika kijiji cha Mihande. Lakini mazungumzo yale ya wawili hawa hayakuwa ya kawaida. Ilikuwa ni ndoto ya kutisha, ilikuwa ikimsumbua kijana mmoja aitwaye Bakari kila usiku. Na ndoto hiyo kila mara ikianza kwa mtu kuuliza, nani alitakiwa kumkata kichwa kama si wewe? e wa kijiji walisema ndoto hiyo ni ishara kwamba mizimu ya msitu inamuita kijana huyo. Na sasa Bakari akachoka na ndoto hizo, alisema moyoni, haya mambo ni hadithi tu, lakini lazima nithibitishe. Usiku wa manane, akiwa na tochi na panga ndogo, akaingia kwenye Msitu wa Mizimu. Njia ilikuwa nyembamba, miguu yake ikasikika juu ya majani makavu. Upepo baridi ukapuuliza, kana kwamba kuna mtu anamfuata. Mara akasikia tena, sasa si ndoto, ni sauti halisi ya mbali. Bakari Mjuhu. sauti ikawa sawa kabisa na ile aliyokuwa akisikia kwenye ndoto hapo akaamua kukaza mwendo lakini pindi alivyokuwa akikaza mwendo na tochi ilizidi kufifia. Ndipo akasikia sauti ya mama yake mzazi ikilia, "Mwanangu, nisaidie." Akakumbuka ndoto zake zote zilivyomalizika vibaya, miguu ikawa mizito, jasho likamtoka. Alipojaribu kugeuka kurudi, akajikuta amesimama mbele ya kivuli kirefu kisicho na uso, mikono mirefu ikining'inia, moshi mweusi ukichemka pale ambapo kungekuwa na uso. Na ghafla, vilio vya watoto wachanga vikajaa hewani, vilionekana kutoka kila upande wa msitu huku miti ikaanza kutikisika kana kwamba upepo mkali unapita lakini, hewa ilikuwa kimya sana. Bakari akajaribu kukimbia lakini, kila alikopita alijikuta amerudi pale pale. Yaani, kila akijaribu kwenda anajikuta amesharudi pale alipoanzia safari yake. Ndipo akasikia tena sauti ya mama yake, sasa ikinguruma kwa ukali ule ule wa ndoto zake. Mama yake alikuwa akiongea maneno ambayo hayasikiki vizuri, akiendelea kushangaa. Ghafla mikono baridi ikamshika shingoni, giza likamfunika na tochi ikazima. Asubuhi wanakijiji walimkuta Bakari amelala katikati ya makaburi, mikono yake imejaa udongo, kana kwamba ni mtu aliyekuwa akichimba kaburi lake mwenyewe. Midomo yake ilikuwa ikiongea, ikirudia maneno yale yale na yasiyoeleweka. Na tangu siku hiyo, Bakari hakusema tena neno lolote. Macho yake yalibaki yakimtazama gizani kama mtu anayeona picha ambayo wengine hawawezi kuiona. Na hadi leo wakazi wa Mihande wanasema ukisikia jina lako likiitwa msituni usiku, usijibu, kwa sababu ukiitikia, hutawahi kurudi tena kama ulivyoingia. Kisa cha Bakali kitabaki kuwa fundisho kwetu sote. Kuna mambo ambayo hayastahili kujaribiwa, kwa sababu mipaka ya giza ipo na haivukwi. Wazee walionya, lakini alidhani ni hadithi tu, na akajikuta akimezwa na nguvu ambazo haziwezi kuelezeka. Hivyo basi, heshimuni maneno ya wazee, Msichezee yaliyokatazwa, na zaidi ya yote kumbukeni, si kila sauti unayosikia usiku ni sauti ya mwanadamu. Mara nyingine ni kifo kikikuita, na hapo ndiyo mwisho wa simulizi yetu nzuri kabisa inayoitwa Msitu wa Mizimu. Mpaka wakati mwingine, lakini usisahau kusubscribe katika YouTube channel ya Simulizi na Hadithi. Mimi ni AJ na mwandishi wako anaitwa AJ. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.